MCB uwepo, kutoka Access uwepo, kutoka Equity uwepo, kutoka Letshengo na DCB. Mgeni rasmi, kwa mujibu wa ratiba yetu, hivi sasa tunakuja kupokea utambulisho na salamu za shirika Zanzibar Insurance Corporation. Salamu hizi na utambulisho huu utasomwa ama utafanywa na mheshimiwa uh, kaimu mkurugenzi mtendaji shirika la bima Zanzibar, mheshimiwa Jape Usi Kasim, tafadhali karibu kwenye stage. Prisca Mahundi Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, e, Mheshimiwa Kadhi Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ndugu Hassan, ndugu viongozi wa dini, wakurugenzi na wafanyakazi wa benki zilizopo wakuu wa vitengo vya benki bima, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Awali ya yote hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo hii kuwa hapa katika hafla hii ya chakula cha pamoja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kipekee kabisa tunamshukuru sana mgeni rasmi Mheshimiwa Marryprisca Mahundi, naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, e, kwa kuwa nasi katika hafla hii na kuacha majukumu yake mengine ya kitaifa. Pia kwa heshima kubwa shirika la bima la Zanzibar linatoa shukrani za dhati kwa wote waliohudhuria hapa katika hafla hii ya Iftar. Shirika linatambua na linathamini mchango mkubwa wa sekta ya benki katika ustawi wa huduma za kifedha, maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa maisha ya wananchi wote kwa ujumla. Hongera za kipekee kwa benki zote zinazotoa huduma za kifedha ndani ya Tanzania kwa ujumla. Benki zimekuwa washirika wa karibu kwa shirika la bima kwa muda mrefu sasa. Zikitoa usaidizi wa kifedha, huduma bora za mapato, kuwezesha wateja kuwezesha wateja wetu kupata bima urahisi zaidi kutoa huduma za mikopo ya bima pamoja na kuhudumia kidijitali pamoja na ushauri wa kuwekeza fedha ili kuhakikisha uendelevu wa taasisi zetu. Ushirikiano huu umekuwa una manufaa makubwa, si tu kwa taasisi za zetu isipokuwa pia ni kwa Tanzania nzima. E, kwa kipindi cha mi, mi, mi, miaka minne kuanzia mwaka 2021 mpaka 2024, Shirika la bima la Zanzibar limepata mafanikio makubwa, pamoja na kuongeza mapato kutoka milioni 467 na mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka kufikia bilioni saba nukta nane mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Shirika linajivunia mafanikio hayo ambayo ni matokeo ya huduma bora za kifedha zinazotolewa na mabenki pekee. Tunapenda kuipongeza serikali zote mbili za awamu ya sita na awamu ya nane kwa kutengeneza mazingira mazuri ambayo yamewezesha serikali au yamewezesha mafanikio haya kupatikana ambayo serikali hizi zinaongozwa na Dr. Samia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti baraza la mapinduzi kwa niaba ya shirika la bima la Zanzibar tunawashukuru kwa ushirikiano na jitihada zenu zote kuhakikisha sekta ya bima inazidi kuwa kwa mafanikio ya wote. Shirika litaendelea kushirikiana na benki kwa lengo la kuboresha sekta ya bima na fedha kwa ujumla, huku tukiimarisha ustawi wa nchi kwa taifa wa kiuchumi kwa taifa. Kwa wateja wetu, tunaahidi kuendelea kuboresha kutoa huduma kutoa huduma zetu za bima zilizo bora zaidi, nafuu na zinazokidhi mahitaji yao. Siku ya leo tumekutana kushiriki iftari, tukifurahia mafanikio ya ushirikiano wetu. Funga ni ibada yenye manufaa makubwa. Ikijenga mfungaji, ikimjenga mfungaji katika imani, uadilifu na nidhamu. Pia humfundisha huruma kwa wengine kwa, kwa kumfanya atambue hali ya wasio nacho. Huku kiafya ikisaidia mwili kupum, kupumzika na kujisafisha. Kushikamana na funga huwawezesha kujirekebisha kimwili, kiroho na kijamii kwa, kwa, kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa kumalizia, kwa niaba ya shirika la bima la Zanzibar tunamwomba Mwenyezi Mungu azipokee funga zetu, kwani mwaka huu ume waumi ni wa dini zote mbili wako katika kipindi cha mfungo wa Ramadhani pamoja na kwa reshma. Hivyo tunamwomba Mungu akubali funga zetu na atulipe yale yaliyomema. Mwisho, mwisho kabisa, tunawashukuru benki zote, wadau wote kwa mchango wao mkubwa katika kuimarisha sekta ya bima. Tunaamini kuwa kwa kuendeleza ushirikiano huu tutaweza kuleta maendeleo makubwa zaidi kwa uchumi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya hayo machache nawatakia Ramadhan Karimu. Asante sana. Kazi iendelee. <coughs> Pia nimepewa kazi ya kumkaribisha naibu waziri wetu hapa, dada yangu, dada Prisca, Mary Prisca, karibu sana. Assalamu alaikum. Uh, awali ya yote nipende kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu sote kwa ajili ya jioni ya leo ambayo ameruhusu tumeweza kuja kufuturu pamoja hapa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pili, napenda kushukuru sana uongozi wa Zanzibar Insurance Corporation kwa kuona na mimi leo niweze kuwa miongoni mwenu kuweza kufuturu pamoja. Asanteni sana kwa hii nafasi. Uh, ninawapongeza sana Zanzibar Insurance Corporation kwa kazi kubwa mnayoifanya Tanzania bara na visiwani kote, kazi yenu njema inafahamika na inaonekana na tunawapongeza kwa sababu pia mmekuwa mkichangia pato la taifa. Tunaona namna ambavyo waheshimiwa marais wetu wote wawili Dr. Hussein Mwinyi, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, namna ambavyo wanapambana kuona Tanzania yetu tunaendelea kupiga hatua kiuchumi na kwa sisi Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, tunasema uchumi wa kidijitali unawezekana. Na sasa hivi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kusimamia na kusisitiza sisi wasaidizi wake tuweze kuhakikisha tunasimamia vizuri kuboresha njia nyingi zitakazoimarisha uchumi wa kidijitali Tanzania. uchumi wa kidigitali Uh, utaendelea kuimarika pamoja na sekta binafsi kama ambavyo ninyi mmekuwa mkishirikiana na mabenki mbalimbali, na nimefurahi kuona kwamba mmekuwa wenye moyo wa shukurani, mmewashukuru kwa sababu kupitia wao kama taasisi kubwa za fedha, basi na nyinyi shughuli yenu inakwenda vizuri. Naomba niwapongezeni sana. Basi kwa jioni ya leo nipende tu kusema kwamba uh, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi cha toba, ibada na kujenga moyo wa ukarimu. Kwa mambo haya ambayo mmeyafanya, mmetekeleza. Hiyo nguzo mmeisimamia vizuri. Nawapongezeni sana. Na kwa maneno yako, mtendaji mkuu, umeendelea kumsihi Mwenyezi Mungu akafanye funga zetu ziweze kutuletea tija mwisho wa siku na sisi tukaione pepo, kwa sababu maisha ya mwanadamu hayako mkamilifu. Wanadamu tunahitaji kuomba toba mara nyingi, na Mwenyezi Mungu amekuwa akitusamee, ndio maana tunaona mambo yetu yanakwenda vizuri. Iftar ni fursa ya kipekee inayotufundisha thamani ya mshikamano, kushikamana na kusaidiana. Pia ni wakati wa kutafakari jinsi tunavyoweza kuboresha maisha ya jamii kwa kuzingatia misingi ya haki, uwajibikaji na maendeleo jumuishi. Sekta ya bima ina mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Inatoa ulinzi wa kifedha kwa wananchi na wafanyabiashara. Inasaidia kupunguza hatari za kiuchumi na kuchochea uwekezaji endelevu. Ni jambo la kutia moyo kuona kuwa shirika la bima la Zanzibar limekuwa na mafanikio makubwa ikiwa ni pamoja na kuongeza kwa mapato. Mafanikio haya hayawezi kupatikana bila mchango mkubwa wa sekta ya benki ambayo imekuwa mshiriki wa karibu kabisa katika kuwezesha malipo ya bima, utoaji wa mikopo ya bima na kukuza mifumo ya kidigiti, ya kidigitali kwa huduma za kifedha. Kwayo, kwa hiyo niendelee tena kuwapongezeni kwa ushirikiano ambao mmekuwa nao baina yenu nyinyi Zanzibar Insurance Corporation pamoja na mabenki yote ambayo yako ndani ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Ndugu wageni waalikwa, leo tumejumuika kwa ajili ya ifta tukishuhudia mshikamano wa sekta ya kifedha na bima na jinsi ushirikiano huu unavyoleta manufaa kwa taifa letu. Tunaamini kuwa kwa kuendeleza mshikamano huu tunaweza kuimarisha zaidi huduma ya kifedha na bima kwa wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa niaba ya waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, napenda kuwahakikishia kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa sekta ya bima na benki ili kuboresha mifumo ya kidigitali na huduma za kifedha zinazoendana na mahitaji ya dunia ya sasa. Mwisho, naomba niwatakie nyote mfungo mwema wenye baraka na mafanikio. Tunaombea Mwenyezi Mungu atujalie rehma na mapenzi yake katika mwezi huu mtukufu. Tunaomba funga zetu zikubalike na tuendelee kuishi kwa mshikamano, amani na upendo. Na vile vile katika funga yetu hii, tuendelee kuiombea nchi yetu nzuri ya Tanzania, amani na upendo. Tunafahamu huu ni mwaka wa uchaguzi, tuwaombee viongozi wetu wakuu, tumwombee rais wa Zanzibar, tumwombee rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, katika tunavyoelekea kwenye uchaguzi, basi amani, upendo vikatawale imani juu yao ikaongezeke zaidi na zaidi, ili wote kwa umoja wetu tukawaunge mkono tukawapigie kura, amani na maendeleo ya nchi yetu vikaendelee. Mungu, ibariki Tanzania, Mungu, ibariki Zanzibar Insurance Corporation, Mungu, tubariki sote ambao tumeshiriki iftar hii kwa mapenzi mema katika nchi yetu. Asanteni sana, nawatakia Ramadhani karimu. Asante sana mheshimiwa. Tafadhali mheshimiwa usishuke, tunakuomba radhi, tunaomba radhi, tunaomba rudi tena jukwani, tunaomba radhi, kuna zawadi imeandaliwa kwa ajili yako kutoka Zanzibar Insurance Corporation. Tafadhali mkurugenzi, um, na Kadhi Mkuu wa Zanzibar tunaomba mbele, yes. Na wale ambao wanatuletea zile zawadi tafadhali, tunaomba mziwasilishe mbele hapa. Makofi bado hayatoshi. Asante mheshimiwa. Basi mheshimiwa, kabla pia haujashuka, zawadi zinaendelea, hii ya kadhi mkuu wa Zanzibar Mgeni waalikwa, zawadi zinazokabidhiwa hivi sasa ni kutoka ofisi ya Kadhi Mkuu Zanzibar kwa mheshimiwa mgeni rasmi naibu waziri naomba kurekebisha zawadi zilizokabidhiwa hivi mwisho ni za kadhi mkuu Zanzibar. Picha tumeridhika wote, tumepata picha nzuri safi. Asante, shukrani sana, shukrani sana. Basi wageni waalikwa, washirika, mabenki yote ambayo mmehudhuria usiku huu wa Iftar, muda huu baada ya kusikia kutoka kwa mkurugenzi mtendaji shirika la bima Zanzibar na tumesikia kutoka kwa naibu waziri, basi muda huu naomba nimkaribishe tupate salamu za kadhi, kadhi mkuu na dua kutoka Zanzibar, kadhi mkuu. Tafadhali karibu. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri wa habari ya, Waheshimiwa Yani kaimu mkurugenzi mtendaji wa bima Zanzibar, waheshimiwa waalikwa wenzangu nyote, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote, nami nimshukuru Allah subhanahu wataala kwa kunifikisha katika iftari hii jioni hii. Kadhalika niwashukuru waliotualika kuja kufutari hapa na kama alivyosema mgeni rasmi, kwa sababu baada ya kuzungumza mgeni rasmi haipendezi kuzungumza mtu mwingine. Kwa hivyo, kwa ruhusa yako mgeni rasmi, niseme maneno mawili. Kwanza nisisitize tu yale aliyoyasema kwamba tudumishe amani, upendo na mshikamano katika nchi yetu, ili tuweze kupata maendeleo endelevu. Tuwaombee dua viongozi wetu, kila baada ya muda, kila tutapokumbuka, kila siku, kila wakati. Tunaiombea kheri taasisi yetu hii, izidi kung'ara ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Baada ya hayo, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Alhamdulillah alladhi aanana fasumna wa razaqana faaftarna